apanapitika kweli hapo yeah. Akumamake, tupitie huku yeah, uh. tugeuke tu yeah, okay. yeah. Hey, pita barabarani kabisa kule, oh, yeah, unataka kupigwa